Hivi unajua kuwa mwanzoni kabisa Sylvester Stallone hakuwa nyota mkubwa wa filamu kama tunavyomfahamu hivi leo? Hebu ngoja nikufumbue mdau wangu. Sylvester Stallone Rambo, kama wengi tunavyomjua kwa jina hilo. Mwanzoni kabisa kabla ya nyota kung'aa, unaambiwa mwamba maisha yake alikuwa magumu mno, kana kwamba dunia nzima kama ilimgeukia. Yani alichalala kabisa, na wakati mwingine alishindwa hata kupata hela ya chakula, na mambo yakazidi kuwa mabaya zaidi mpaka akafikia hatua ya kuiba mkufu wa mke wake na kuuza ili apate pesa kidogo ya kujikimu. Maskini ulimkaba koo, na hata kodi ya nyumba ilimshinda, na hata marafiki wakamkimbia, na hatimaye akajikuta hana hata mahali pa kuishi. Na unaambiwa takribani siku tatu mfululizo Stallone alilala kwenye kituo cha mabasi cha New York akiwa amefungwa na baridi, njaa na majonzi lakini pigo kubwa zaidi lilikuja pale alipolazimika kumuuza mbwa wake kipenzi kwa dola ishirini na tano pekee, na mbwa huyo ndiyo alikuwa rafiki yake wa pekee aliyebakia. Anasema Stallone siku hiyo aliondoka akilia machozi na moyo wake ukiwa umevunjika vipande vipande. Lakini Mungu kamwe hakuwahi kulala. Wiki mbili tu baadaye, Stallone alitazama pambano maarufu kati ya Muhammad Ali na Chuck Wepner na ndani ya pambano hilo Stallone aliona hadithi, hadithi ya mapambano, uchungu na ushindi. Basi usiku huo huo, Stallone akiwa na kalamu na karatasi, akaandika skripti ya filamu ya Rocky, na alitumia masaa yasiyopungua ishirini bila kupumzika. Alianza kuzunguka studio tofauti akitafuta mtu wa kununua. Studio nyingi zilimkataa Stallone kwa kuwa hakuwa na jina kubwa Hollywood na hiyo ilitokana na kuwa Stallone alishikilia msimamo wake wa kwamba anapaswa yeye mwenyewe kuwa muhusika mkuu wa filamu hiyo. Na kampuni moja ndogo itwayo United Artists hatimaye ilikubali kutoa nafasi hiyo kwa masharti ya kwamba bajeti iwe ndogo sana ya kutengenezea filamu hiyo, ingawaje Stallone alishakataa mpaka US dola za Kimarekani lakitatu na hamsini kwa baadhi ya studio kwani walitaka kununua skripti tu na hawakutaka Stallone acheze uhusika. Naye Stallone hakukubali, kwani kwake haikuwa kuhusu pesa tu, bali ilikuwa kuhusu ndoto yake na kiu yake kwa ujumla. Aliamini hakuna mtu mwingine angeweza kuigiza maisha ya Rocky kama isipokuwa yeye mwenyewe, na baada ya vuta ni kuvute kuwa nyingi ndiyo hatimaye studio ya United Artists ikakubali kumpa husika mkuu Stallone kwenye filamu hiyo, na filamu yote ilitengenezwa kwa US dola milioni moja za Kimarekani, ambayo ni bajeti ndogo sana kwa movie za Hollywood, hata kwa miaka hiyo ya 1976. Kwa hiyo walitumia waigizaji wachache, sehemu chache sehemu chache, na kamera za bei nafuu lakini wakaweka nguvu kubwa kwenye hisia, mazungumzo na ujumbe wa matumaini. Na hatimaye mwishoni mwa mwaka 1976 filamu ilitoka rasmi, na hawakutarajia kama itafanya vizuri, lakini jambo lisilotegemewa lilitokea: watazamaji wakaipenda sana filamu hiyo. Hii yote ilitokea kwa sababu Filamu ilikuwa na hadithi ya mtu wa kawaida anayepambana dhidi ya hali ngumu, jambo ambalo watu wengi waliweza kujihusisha nalo. Stallone alionekana halisi, si kama mwigizaji wa filamu tu, bali ni kama mtu wa kweli anayehangaika kutafuta ushindi, na filamu ya Rocky ilianza kuuzwa sana kwenye soko la filamu sinema iliyoanza taratibu lakini ikaja kusambaa kwa kasi sana na hatimaye ikakusanya zaidi ya US dola za Kimarekani 225 duniani kote, ikizidi bajeti yake ya kutengenezea filamu hiyo zaidi ya mara mia mbili. Wakosoaji wa filamu na mashabiki waliona filamu ya Rocky kama filamu yenye moyo, matumaini na ukweli, na magazeti makubwa kama The New York Times na Los Angeles Times yalitoa tasmini chanya wakisema ni hadithi ya mtu asiye na kitu anayepigana kwa heshima na si kwa fedha, na kwa muda mfupi tu Rocky ikawa ishara ya matumaini kwa wamarekani na dunia nzima, hasa kwa wakati huo ambao uchumi ulikuwa mgumu. Kila mtu alihisi kama anaweza kupigana kama Rocky. Na katika tuzo za Oscar za mwaka 1977, Rocky ilipata nomination kumi, ikiwemo filamu bora, mwigizaji bora, uongozaji bora, uandishi bora. Ikashinda tuzo tatu kubwa kabisa: best picture, best director na best film editing. Hilo lilikuwa muujiza wa kweli, kwa kuwa filamu hiyo ilikuwa na bajeti ndogo na ilitengenezwa na watu waliokuwa hawajulikani. Na baada mafaniki ya mafanikio hayo ya filamu, Stallone akawa nyota mkubwa duniani na Rocky ikawa mfululizo wa filamu kuanzia moja mpaka sita na baadaye zikafuata Creed moja mpaka tatu, na imani wote mnazijua. Filamu hii ilichukuliwa kama mfano wa motisha ikitumiwa hadi leo kama kielelezo cha kupigana hadi mwisho, na sanamu ya Rocky Balboa iliwekwa rasmi mjini Philadelphia, Marekani, sehemu ambayo filamu ilishutiwa. Mafanikio ya Rocky hayakuwa kwa sababu ya teknolojia au pesa, bali kwa sababu ilitoka moyoni mwa mtu ambaye aliishi hadithi hiyo kwa kweli. Stallone alikuwa Rocky, Mtu aliyedharauriwa aliyeishi mitaani lakini hakukata tamaa. Hilo ndiyo lilougusa watu wengi. Leo hii jina la Sylvester Stallone linatukumbusha ukweli huu mkubwa: hakuna anayejua uwezo wako wa kweli isipokuwa wewe mwenyewe. Watu watakudharau, watakubedha, watakucheka kwa mwonekano wako au maisha yako ya sasa, lakini usiache kuamini. Pambana, pambania nafasi yako kwenye historia. Kama bado upo hai, basi hadithi yako bado haijaisha. E bwana, usisahau kusubscribe channel yetu chao.